Katika siku ambayo siisahau ni tarehe 12 Aprili mwaka 90 alipotupa alipotupa msaada mimi na waziri wangu Anur Kasum. Ilikuwa ndio tarehe ambayo mzee Mwinyi alivunja baraza la mawaziri, kwanza wa kawaida, mawaziri, naibu mawaziri, amshiriki kwenye kabineti. Tukaambiwa tuje wote. Tumefika pale Mzee amefika akasema, nawashukuruni sana kwa jinsi mlivyokuwa mmenisaidia, lakini nawatakieni wote mwende mkajiuzuru. e. <todulogu> sema kubwa tena. Basi tumekaa pale, makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu Yem, rais akaondoka. Mzee Warioba alikuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu akaondoka, mzee Msuya akaondoka, basi na sisi wote tukaondoka. Sasa tulipotoka nje, ikawa magari hakuna, sio kwa sababu yamenyang'anywa, ila unajua, kwa sababu kawaida vikao vya kabineti vinachukua muda, kwa hiyo mkifika pale mawaziri magari anakwenda ofisini kufanya shughuli nyingine. Sasa tukawa hatuna magari, na kwa sababu pale tena ndio tusha <laughs> tushapigwa tanchi, unaogopa hata kuingia ofisi yoyote pale kuomba upige simu, na wakati ule hapakwepo na simu za mkononi. Kwa hiyo ikabidi sisi tutembee. Sasa tunatembea kwa mguu kutoka Ikulu kwenda barabarani utafuta magari ya kutupeleka maofisini ma, ma kwetu. Nashukuru wakati ule mitandao ilikuwa bado hiyo <laughs> Vingine, vinginevyo picha nzuri kweli mpaka leo zingekuwa zinarudiwa. Sasa tukawa tunatembea wote, lakini tukakubaliana kwamba Mzee Msuya alikuwa waziri wa fedha, ofisi yake iko karibu na ikulu pale, kwa tukatembea mpaka pale akatupatia usafiri tukarudi ofisini. Yaliyobakia sio muhimu nyewe kujua ilikuwaje kuhusu sisi kujiuzuru, ila lingine ambayo nataka kulisema mawili ya mwisho kabisa. La kwanza, huyu ni mvumilivu na ni lazima kitu cha kuiga. Alikuwa waziri mkuu, aliteuliwa kula waziri, waziri mkuu alikuwa Edward Sokoine ado, Sokoine akaugua, aka akaenda aka nje kwa ajili ya matibabu, lakini pia alitumia muda ule kwenda kusoma. Akateuliwa mzee Msuya ya kwa waziri mkuu. Sokoine aliporudi, Mwalimu akamwambia, wewe sasa basi, ulikuwa unashikilia, amerudi mwenyewe sasa <laughs> Nalo lichukua nataka moyo, jamani, akarudishwa kuwa waziri wa kawaida wa fedha tena kwani. Akasema hili nalo ni moja la kujifunza, kwamba jamani, huyu mzee huyu ni mtu aina yake, kwamba unakuwa waziri mkuu, unaondolewa, unakuwa waziri wa kawaida kwenye wizara ambao umekushafanya ameifanya, bila kinyongo, akamaliza akaingia Mzee Mwinyi akamchukua eh, akawa waziri wake wa fedha, baadaye akambadilisha kwa wa viwanda. Kwa hili lingine la mzee huyu niko nataka kwa kweli nilieleze. Je, huyu si mwanadamu wa kawaida tunaowajua sisi sisi? <laughs> maana hana kinyongo, mnakaa naye Mzee Msuya wala ha ha hakukumbushi kwamba unajua mimi nishaikuwa waziri mkuu mnakaa kama mtu wa kawaida tu hivi kwa ile nasema jamani o nayo ni sifa nyingine kwa vijana ambao mtapata nafasi hizo za, za juu za, za, za, za, za uongozi eh? kwa hiyo jamani la tatu muhimu kabisa ndio la mwisho kabisa alikuwa mshauri wangu nilipokuwa rais lakini ushauri wake wala sio lazima umwite. Akiwa na jambo, unapata, unapata ujumbe mzee Msuya anataka kukuona. Mbia sawa, mwandame aje, anakueleza kuna hili kuna hili kuna hili kuna hili. Siku nyingine anakusifieni, mmejenga sekondari za kata, nimefurahi. Siku nyingine ana, ana, anawagonga Mbona hili mnafanya hivi, mko hivi mko hivi mko hivi. Lakini kubwa katika yote, hajaitisha press conference <laughs> hajaitisha mkutano wa waandishi wa habari eh? kwenda kusema serikali hii inafanya mambo haya ya ovyo haya ya ovyo haya ya ovyo. Hayo nilidhani ni yaseme. Sasa kama nimechukua muda wako mwingi basi haya uyaone hayana maana.